Niwahakikishieni wote ambao mlikuwa mna changamoto ya umeme, mkandarasi ameshafika katika baadhi ya, ya maeneo changamoto ya umeme vile vijiji vitongoji 15 kwa sababu na changamoto vitongoji 27 vijiji vyote sisi na umeme isipokuwa tuna vitongoji 312 Katika vitongoji 312 ni vitongoji 27 tu. Lakini tumeshapata ule mradi ambao kila jimbo lilipewa ambao waheshimiwa wa bunge waliomba, tayari wakandarasi waonesha kuja. Mheshimiwa katibu, wameripoti ofisini kwetu, na nadhani kuna maeneo wameshaanza kutawanya nguvu. Sidhani kama wameshafika maeneo yetu, wameshaanza kufika na washukuruni sasa. Nanie ndio unasimama hivo kwa nguvu zote kwamba simnaona kwa sababu nimekuambia ukweli mwisho kabisa. Nimezungumza umeme, nimezungumza maji, nimezungumza afya, nimezungumza elimu, vingine tunavyeleza wakati mengine, unachoweza kuzungumza yote, alikuwa anazungumza, tulikuwa tunakukaribisha umepata mwenyekiti mzuri, una mbunge mzuri, una sekretariati, una kamati ya siasa, usishinde kuwashirikisha kwa majina. Naitwa Kristokresi Zdori Masai, ni katibu wa siasa mafunzo na uenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rombo. Leo hii kuanzia majira saa nne asubuhi kwa kuna kikao chetu maalumu cha halmashauri kuu na CCM ya wilaya ya Rombo Tumeitisha kikao hiki mahususi na maalumu kwa ajili ya kutoa semina mafunzo, lakini na taarifa mbalimbali za Chama cha Mapinduzi. Tumetoa semina kwa sababu mbeleni tuna zoezi la upigaji wa kura za maoni sasa upigaji wa kura za maoni utafanyika kwa utaratibu tofauti na ambao watu walikuwa wamezoea. Kwanza utafanyika kwenye kata, lakini kuna wajumbe ambao wameongezeka. Chama cha Mapinduzi kupitia mkutano wake wa CCM Taifa kilifanya mabadiliko madogo ya katiba ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 77 ambayo imefanyiwa marejeo 2025 hivyo ilikuwa ni lazima tuwaite wajumbe wa halmashauri kuu kwa ajili ya kuwapa semina waelewe ni wajumbe wangapi wameongezeka na ni mabadiliko gani yamefanyika kwenye katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini Chama cha Mapinduzi taifa tayari kimekwisha kutoa utaratibu wa uchukuaji fomu kwa pa wabunge pamoja na madiwani. Hivyo tumetumia nafasi hii ya mkutano huu na kikao hiki kuwapa taarifa hiyo lakini tumewasomea utekelezaji wa ilani, lakini kikubwa zaidi wamepata semina na mafunzo mbalimbali ambayo yanatokana na katiba yetu, kanuni zetu na miongozo yetu ya Chama cha Mapinduzi.